Kwa kawaida shitonge rasmi chama kikuu cha, cha ushirika Tunduru waga kinakusanya mahakisio ya uzalishaji kutoka kwenye jama ya vya ushirika vya msingi, na ndivyo baadaye tunakuja kupata sasa mahakisio ya uzalishaji kutoka ambao ambayo tunayo yasimamia. Na msimu wa ishirini na tano ishirini na sita tumekadiria tutakusanya na kuuza kilo milioni thelathini na tani kwa wale ambao kusema kwenye tani basi, tumekadiria kukusanya na kuuza tani e elfu thelathini na tano ikiwa na sawasawa na ongezeko ya tani elfu nne kutoka kwenye uzalishaji ambao wa msimu ambao umepita. Lakini pia mfumo wa mauzo wa korosho ghafi ambao tunakwenda kuuza kwenye msimu wa 25 26 korosho zitauzwa korosho ghafi zitauzwa kwenye kwa mifumo miwili kwa maana ya mfumo wa soko la awali ambapo mfumo huu e, soko hili lipo maalum kabisa kwa ajili ya wabanguaji wa ndani, kwa maana ya wale wenye viwanda vya kubangua nchini. Lakini soko la pili ni hili sasa soko, soko la minada ya wazi ambalo linaendeshwa na chama kikuu kwa kushirikiana na wenzetu wa TMS kama hivi ambavyo tutakwenda kufanya muda mchache baada ya kumaliza taarifa hii lakini pia naomba sasa niseme taarifa yamekusanya korosho gapi. Kwa msimu wa 25 26, mheshimiwa mgeni rasmi na wadau wote ambao mko hapa sasa hivi njue kwamba kwa sasa kilo ambazo sisi tunakwenda kufanya maamuzi kuziuza kwenye mnada huu wa kwanza wa uzinduzi ni kilo milioni sita laki tatu hamsini na nane elfu na mia moja tisini. Kwa hiyo, U, sana, uakulima. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana wakulima wa tarafa hii ya Nakapanya wote kwa siku ya leo kwa kuwa mmepata fursa ya kuja kufanya maamuzi ya kuuza korosho hizi ambazo zimeingia sokoni kwenye mnada huu wa leo.